Kwa majina naitwa Anga, nimetokea Mwanza. wengiwak nariha ipijamaiapani kama mara ya pili hivi kuja kuabudu hapa. <contribute> Mimi namshukuru Mungu mambo makuu ambaye anaendelea kunifanyia katika maisha yangu maisha yangu pamoja na familia yangu. Namshukuru Mungu kwa ajili ya mume wangu, namshukuru Mungu pia kwa ajili ya mdogo wangu, alikuwa na mitihani. Amemaliza salama mitihani yake bila shida yoyote, maana ni mtu ambaye alikuwa na changamoto za ugonjwa sana tokea anaanza advance kwa hata kumaliza yeye mwenyewe mitihani. Kwa hiyo tulikuwa tunamuomba sana Mungu, maana tukitegemea kama anaweza kumaliza, anaweza kaa akapata tatizo, maana alikuwa na tatizo la kuanguka tulikuwa tunahisi pengine hiyo ali naweza kamtulitsulia mitihani kwao. Tunamshukuru Mungu amemaliza mitihani yake salama yes. Lakini pia namshukuru Mungu kwa ajili ya mume wangu alisimamishwa ali, ali, ali, kazi mahali ambapo alipokuwa anafanya kazi kwa muda, lakini kupitia maombi ya pasta na watumishi wengine wa kanisa hili Tukaomba, namshukuru Mungu nimepata mbona, namshukuru hey, hey, Mungu sina ile kivile kusema kwamba naweza nikamtolea Mungu kitu kikubwa ambacho kinaweza natumaini vitu ambavyo amefanya, lakini moyo wangu, Mungu anajua jinsi gani ulivyokuwa na shukurani bariza.